Kama wewe ni mtaalamu wa usafirishaji, IT, sheria, uhandisi au masuala ya baharini? Basi habari ni hii. Uh, habari hii ni kwa ajili yako. NIT Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kimetangaza nafasi za ajira zaidi ya hamsini. Lakini si tu kukupa orodha ya nafasi hizo. Leo tunakuletea mwongozo wa kitaalamu wa jinsi ya kuomba, ushauri wa kitaalamu na vidokezo vya kupata ajira hizi. Karibu kwenye video yetu. Taarifa fupi ya NIT ni kwamba uh, NIT ni chuo cha taifa cha usafirishaji. Ni chuo cha taifa cha usafirishaji, ni taasisi ya umma ya elimu ya juu iliyoanzishwa mwaka 1982 na hutoa mafunzo ya usafirishaji, teknolojia ya habari, uhandisi, sheria za baharini na mengineyo. NIT ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya sekta ya usafirishaji nchini Tanzania. Katika tangazo la mwezi Juni 2025, nafasi zinazopatikana NIT ni pamoja na Assistant Lecturer, Maritime Law, Assistant Lecturer IT, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Tutorial Assistance, Marketing, IT na Logistics. Cabin crew instructor flight operation instructor na nyingine nyingi katika kada mbalimbali mbali. Nafasi nyingi zinahitaji ufaulu wa juu GPA ya 3.8 kwa kiwango cha masters na GPA ya 3.5 kwa bachelors. Hivyo hakikisha una sifa sahihi kabla ya kuomba. Zingatia sifa hizi kabla hujaomba nafasi hizi za kazi. Sasa hizi hapa ni mbinu tano muhimu za kuhakikisha maombi yako yana nafasi kubwa ya kufanikiwa. Kwa hiyo nitakupa mbinu tano kama bonus, ili kuweza kufanikisha nafasi yako kufanikiwa. Sasa, cha kwanza, andika barua ya maombi ya kipekee, epuka copy and paste. eleza kwa nini wewe ni wa kipekee. Hiyo ni hatua ya kwanza kabisa, andika barua yako ya maombi iwe ya kipekee usikopi na kupesti barua kutoka kwa watu wengine au kutoka source nyingine ambazo zimeandika barua hizo. Uh, kitu cha pili, jitambulishe kwa umahiri kwenye CV, tumia lugha rasmi yenye muundo na uweke mafanikio yako kutumia CV ambayo ni CV bora kabisa. Na kama hujajua namna ya kuweza kuandika CV, tayari tunatoa mafunzo hayo, jinsi ya kuweza kuandika CV, jinsi ya kuandika barua nzuri ya kuomba maombi ya kazi. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Bonyeza link hiyo, ili uweze kujiunga na grupu letu la WhatsApp, uweze kupata usaidizi wa haraka na mbinu mbalimbali mbali kuhusu kuandika CV, kuhusu kuandika barua ya kutuma maombi, namna ya kutumia mfumo wa ajira portal, namna ya kutuma maombi yako kupitia njia ya mtandao. Jiunge na grupu letu leo. Hatua nyingine ni kwamba tayari umesajiliwa au kuthibitishwa, hakikisha vyeti vya kigeni vimehakikiwa na TCU au NACTE. Kwa hii ni kwa wale ambao wamesoma nje ya nchi, kwa wale ambao wamesoma nje, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na TCU nekta, pamoja na nakte, hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa. Lakini pia unaweza ukaongeza extra kama cheti cha COC AML au security training. Hivi vinaongeza ushindani kwao. Kama una cheti chingine cha extra unaweza pia ukaiweka kwao. Ukitumia mbinu hizi tano vizuri, basi wewe nafasi yako ni lazima utapita. Sasa Njia pekee ambayo inatumika kuomba maombi haya ya kazi ni njia ya kimtandao ya ajira poto. Utaomba kupitia ajira poto, ambao linki yake ni hiyo hapo katika skrini kama jinsi inavyoonekana. Utafungua akaunti. Kama hujafungua akaunti, fungua akaunti. Kama umeshafungua akaunti, basi utaenda kulogin na kuweza kutuma maombi yako. Uh, Mwisho wa kutuma maombi ni Juni 18, tarehe 18 Juni 2025. Hiyo ni deadline ya kuweza kutuma maombi yako Juni 18. Sasa uh, wanafunzi wakifanya majaribio wanaweza uh, wakafanya hivyo. Kufanya kazi NIT si tu kazi ya kawaida, ni nafasi ya kushiriki kwenye maendeleo ya elimu ya kitaalamu Nchini Tanzania. Pia ni fursa ya kujifunza zaidi kupitia tafiti, semina na ubunifu. Je, unataka kuongeza nafasi ya kuitwa kwenye usaili? Wasiliana na wataalamu wa kuandika CV au barua ya maombi. Kwa hiyo unaweza ukawasiliana na sisi au unaweza ukajiunga na grupu letu la WhatsApp ili kuweza kupata mawasiliano yetu. Linki nimekuweka katika sehemu ya description ya video hii. Lakini pia unaweza kujiandaa kwa usaili kwa kutazama video zetu nyingine kuhusu maswali ya usaili serikalini. Kama video hii imekusaidia, gonga like, share kwa wengine na subscribe, ili usipitwe na nafasi nyingine kama hizi. Hii ni fursa yako ya kubadili maisha, usikose kuomba sasa. Hapa nimekuwekea link katika sehemu hii, linki ya kuweza kujiunga ipo katika description ya video hii pia. Asante na karibu.